Tafiti kadhaa zilizofanywa na chuo kikuu cha Harvard zimegundua kwamba asilimia themanini na mbili ya mahusiano yanavunjika mara baada ya wenzi kutengana na kuwa mbalimbali, yani long distance relationship. Ni moja kati ya changamoto kubwa ambayo inawasumbua watu wengi, na ndio maana leo kupitia video hii nataka nifunze jinsi ya kutunza na kulinda mahusiano ya mbali ili usiingie kwenye ile asilimia themanini ya mbili ya watu ambao wanapoteza mahusiano yao, wanapoteza wenzi waliokuwa nao kwa sababu wametenganishwa na umbali fulani, iwe ni umbali kikazi, umbali kibiashara, umbali kwa sababu labda umelazimika kutengana, mmoja yuko nyumbani kwao na mwingine yuko nyumbani kwao, au umbali kwa sababu e, mmemaliza masomo, mmoja amerudi nyumbani kwao, mwingine ame au mbali kwa sababu mmoja amehamishwa kikazi, amehamia mkoa mwingine, yaani kwa namna yoyote ile ambapo mmetenganishwa na umbali, iwe ni umbali kwa mbali ya kijiji, umbali kwa mbali ya wilaya, umbali kwa mbali ya mkoa au umbali kwa mbali ya nchi, msiweze kupoteza mahusiano mliokuwa nayo, mweze kudumu, mweze kufurahia mahusiano yenu, na hatimaye siku mkutane ikiwa mmedumu eh, na mmestahimili kuweza kupita katika vipindi fulani fulani na mahusiano Bali, watu wengine wayashuhudie wa, wa na wa kuna wayafurahie. Kuna mambo ambayo unaweza ukafanya. Jambo la kwanza unasema communicate regularly, wasilianeni mara kwa mara. Tafiti zinaonyesha kwamba kadi ambazo unazidi kuwasiliana na mtu, ndivyo ambavyo kunatengenezeka muunganiko wa kihisia ya kati yako wewe na mtu ambaye unawasiliana naye. Yani, kitendo cha kuwasiliana mara kwa mara kinatengeneza emotional link. Emotional link ni kuwepo na aina fulani maana watu wawili ambao hawapendani wakiwasiliana mara kwa mara, kuna muda wanaweza wakafika tu wakaanza kutritiana kama watu ambao wako kwenye mahusiano, na kuna muda wanakuwa wanafurahia aina ya mahusiano, kwa sababu kuna hisia fulani zinaunganisha hawa watu. Kwa hiyo ikitokea mwenzi wako yuko mbali na ulipo wewe au wewe uko mbali na alipo yeye, tunashauri muwasiliane mara kwa mara, mpigie simu kumjulia hali, meshindaji ampigie simu kumjulia jinsi ambavyo siku yake imekwenda na mambo yanayofanana na hivyo. Kumbuka kwamba kama usipofanya hivyo unakuwa kwenye nafasi kubwa sana ya kupoteza mahusiano lionayo. Jambo la pili ambalo litakusaidia kutunza mahusiano ambayo tunasema talk about inner feelings ni kuhusiana na hisia za ndani ambazo kila mmoja yuko nazo na hili tunashauri kwamba ili uweze kuzungumza hisia za ndani, natakiwa kutafutana mara nyingi iwe ni usiku, kwa sababu usiku akili, moyo, nafsi vinakuwa vimekaa katika utulivu kiasi kwamba mtu anakuwa yuko tayari kufunguka. Ndio maana watu wawili ambao hawapendani wakiwa wana uwezo wa kutafutana usiku mara kwa mara, kuna mmoja atapata kitu kinaitwa ataanza kujisi kama kuna hisia fulani zimemvamia. E, anaanza kukuta kama anaanza kumfili mwenzake ni kama ameanza kumpenda ni kama anaanza kufall in love kwa mtu ambaye anawasilia naye mara kwa mara usiku, kwani kwa sababu usiku ni rahisi sana kuteka hisia za mtu. Kwa hiyo tunashauri kwamba zungumzieni kuhusiana hisia za ndani kabisa za kila mmoja e, kila mmoja anatakiwa azungumze jinsi ambavyo anayaona mahusiano jinsi ambavyo anakuchukulia wewe na unamchukulia yeye, jinsi ambavyo anatamani mfike mbali, jinsi anatamani nini kitokee kwenye mahusiano yenu, mfike mbali kiasi gani, na nini ambacho kiwe ni zao au tunda la jini kuwepo kwenye mahusiano. Hisia za ndani pia zina zina zina zinahusianisha zina, zina vitu ambavyo kiuhalisia hawezi kuzungumza na mtu mwingine au wewe huwezi kuzungumza na mtu mwingine. Kwa kufanya hivyo inatokea kitu kinaitwa emotional attachment. Emotional attachment tafsiri yake ni ile hali ya kufika hatua unahisi kwamba furaha yako inatimia au inakamilika ukipata nafasi ya kuwasiliana na mwenzi wako. kwa mkifanya hivyo mara kwa mara, itafika hatua mtakuwa hamwezi kulala bila kupigia na simu, hamwezi kulala bila kuongea, hamwezi kulala bila kuchati. Kwa nini? Kuna kitu mnaona kama kimemisi, kuna kitu mnaona kama hakijakaa sawa sawa. Kwa hiyo lazima mtapigia na simu lazima mtaongea, lazima mtachati, na siku itakuwa imeisha mzuri na penzi lenu litakuwa limefanikiwa. Mtakuwa mmefanikiwa eh, kufanya kitu fulani ambacho kinachangia kwenye ujenzi wa mahusiano yenu. Kitu cha tatu ambacho mnaweza mkafanya, tosema, update, peaneni taarifa kuhusiana na yale yanayoendelea kila mmoja mahali alipo. Tuchukulie kwamba mwanaume yupo Katavi alafu mwanamke yuko Singida kule aliko mwanamke kuna maisha yanaendelea, na huku aliko mwanaume kuna vitu vinaendelea kuhusiana na maisha yake kwao. Tunasema update each other, kila mmoja anatakiwa ampe taarifa mwenzake kwamba huku niliko mimi, eh, kuna kitu moja mbili tatu nafanya, kuna moja mbili tatu, yaani mtu aone kwamba ule umbali ambao umewatenganisha sio jambo kabisa, ni kama watu ambao mnaonana, ni kama watu ambao mnaonana, na ndio maana unakuwa unafahamu kuhusiana na kile kina ambacho kinaendelea kwake, na yeye anafahamu pia kile kina ambacho kinaendelea kwako. Kwa kufanya hivyo mnakuwa fasi nzuri sana ya kulinda na kutunza mahusiano ya mbali. Kitu cha nne kitakachowasaidia kutunza mahusiano ya mbali ni kuweka malengo ya pamoja, set mutual goals. Ukweli ni kwamba kuna watu ambao wanaachana sio kwa sababu nyingine yoyote ile, ila wanaachana kwa sababu hakuna kitu kinachounganisha, na hakuna namna mnaweza mkadumu kwa sababu tu ya mahusiano ni lazima kuwe na malengo fulani ambayo yanawaleta pamoja. Yale malengo yatawasaidia nyinyi kustahimili eh, hata pale mtakapofika hatua mnaona kama kuna kila sababu za kwa nini mwachane, kuna kila sababu za kwa nini mvunje mahusiano, ila kwa sababu mna aina fulani ya malengo, malengo ambayo yanamhitaji wewe mwanaume, yanamhitaji na mwanamke, yanamhitaji wewe mwanamke, yanamhitaji na, na mwanaume wako, yanakuwa ni sababu ya kwa nini tusiachane yaani, ni kama inafika hatua mnapewa sababu kwa nini mwachane, alafu nyinyi mnapata sababu ya kuwa nini tusiachane. Kwa nini msiachane? kwa sababu tuna malengo ya pamoja. Kwa nini msiachane? kwa sababu kuna mahali tunaelekea. Kwa nini msiachane? kwa sababu kuna vitu natamani kuvifanya tukiwa pamoja. Kwa hiyo hatuwezi kuachana kwa sababu ya umbali, hatuwezi kuachana kwa sababu ya changamoto yoyote, hatuwezi kuachana kwa sababu ya kitu chote ambacho kiweza ikapita, kwa sababu kuna kitu fulani kinatuunganisha, ambacho ni kikubwa kuliko hayo yote, na sisi tutasimama na hiki kitu ili tufike mbali. Kwa kufanya hivyo, mnakuta kwamba mahusiano yenu yanakuwa yako imara. Kama hamtakuwa na kitu kinachounganisha, tafsiri yake ni kwamba itakuwa ni vyepesi sana mpenzi wenu kuvunjika. Kitu cha nne cha tano na cha mwisho tunasema, wikendi, utaratibu wa kukutana. Ni kweli kwamba mko mbali kikazi, mwingine yuko huku mwingine yuko kule, lakini chekini namna ambapo mnaweza mkalenji ratiba ya kukutana, hata kama itakuwa ni mara moja kwa mwaka, itakuwa ni mara mbili kwa mwaka, jaribuni kutengeneza mazingira, msikae muda mrefu pasipo kuwa na. Kuna msemo mmoja unasema out of sight, out of heart, kilicho mbali na macho huwa kinakuwa pia mbali na moyo. kwa hiyo mnatakiwa mtengeneza mazingira ya kukutana kadiri ya uwezo wenu unavyoruhusu, ili kusitokea mazingira ya kwamba kilicho mbali na macho kikawa pia mbali na moyo, kadri ambavyo mnakuwa na gepu kuchukua muda mrefu kutokuonana eh, na atengeneza mazingira, mtu anaanza kuona kama e, hayuko kwenye mahusiano. Kwa hiyo ukieni okay, taratibu wa kuonana na kuna faida nyingi. Faida ya kwanza ya kuonana ni kwamba mkipata nafasi ya kuonana mtashiriki tendo ambapo ni kitu muhimu sana kwenye mahusiano yenu. Eh. Mkipata nafasi ya kuonana mtapata kitu kinaitwa quality time. Quality time ni ule muda ambao wewe na mwenzi wako mtakaa, mtajadili, mtapanga, mtafurahia, mtacheka na penzi lenu linakuwa limepata kitu fulani ambako kanachangia kuisukuma kanachangia kuipush kanachangia kuifanya iendelee kuwa bora na imara siku zote. Kwa hiyo ni lazima na ni muhimu sana, tunashauri e, mtengeneze mazingira ya kuonana e, inawezekana ni wewe kusafiri kumfuata yeye au yeye kusafiri kufuata wewe, au yeye kutoka sehemu aliko kwenda sehemu nyingine, na wewe kutoka sehemu ulipo kwenda ile sehemu ambapo, yani kwamba yeye ya anatoka alipo, na wewe unatoka mahali ulipo, mnakutana katika sehemu ambapo juu kati ya vitu vinne tulivyo, vitu vitano tulivyojifunza nitakavyokusaidia kutunza mahusiano ya mbali, ni kitu gani ambacho unaona kwamba unatakiwa uanze kufanyia kazi ili kulinda, kutunza na kuboresha mahusiano uliokuwa nayo? Yawezekana kama ni kuwasiliana mara kwa mara, au ni kuzungumza kuhusiana na hisia za ndani, au ni kupeana taarifa za kila, kila, kila mmoja jinsi ambavyo anaendelea huko aliko, au ni kuweka malengo ya pamoja au nikuonana niandikie kwenye komenti, ni kitu gani hasa ambacho wewe unaanza ukifanyia kazi leo ili uweze kulinda na kutunza penzi lako la mbali isivunjike na isifike mahali ambako haukutamani kabisa kuliona.